Mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, Goodluck Charles, amenusurika kupoteza maisha baada ya kujijeruhi kwa kujikata shingoni na kitu chenye ncha kali katika kile kinachoelezwa kuwa jaribio la kujiua. Tukio hilo lilitokea usiku wa Novemba 16, 2025 katika eneo la Msamvu, kata ya Mafisa, mkoani Morogoro. Baada ya tukio hilo, mwanafunzi huyo alikimbizwa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Morogoro kwa ajili ya matibabu na kwa sasa yupo chini ya ulinzi wa Jeshi la Polisi wakati uchunguzi wa kina ukiendelea ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo. Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kwa juhudi zinaendelea ili kujua mazingira yaliyosababisha kijana huyo kuchukua hatua hiyo hatarishi.